Live Young Africans dhidi ya Simba Sports Club, wote wanatokea kari yako, vinakwenda kuoneshana ubabe. Yes, nini kitu gani kitatokea? Ahmed Arajiga kama ilivyoada, na haya ndio wanajeshi ambao wanaenda kuwakilisha kikosi cha Romain Folz, kocha huyu wa Yanga, mchezo wake wa kwanza kimashindano, na hawa ni wekundu wa Msimbazi, kutokea Msimbazi Kariako. Golini ni muso pinpin kamera mechi iliyopita, waamuzi walitoka Misri. Leo hii kutoka Tanzania, Ahmed Arajiga yupo katikati akisimamia mtanange huu ambao tayari umekwisha anza. Ni dabi ya Kariakoo, ni heavyweight match, ni mechi ambayo ina presha ya aina yake. Young Africans dhidi ya Simba mnyama mkali, tuone mambo yatakavyokuwa katika dabi hii ya Kariakoo. Mimi ni Gharib Mzinga. Haya, amecheza mpira kwa kichwa, setup ndani ya box. Shomari Kapombe, Kip Denis Prospa umebabatiza na kwenda nje. Ilikuwa nafasi nzuri sana kwa Simba, kwa Kip Denis. Jean Shale ahwa ameujaza ndani. Abdurazak Hamza la kata jiki Jiara, jaribio zuri kutoka kwa Abdurazak Hamza. Spear Junior on target ya kwanza mlengo alikuwa Abdullah Zakamza, ambaye ali stretch defense kwa upande wa juu na akafanikiwa kupiga bullet eda ile, lakini kwenye mlingoti wa kwanza alikuwepo target nzuri, akaruka vilivyo akapiga, lakini Jigi Diara alikuwepo pale na kuondosha mpira ule. Timu ya taifa ya Guinea. Kip Dennis cross, akapita Kip Dennis, cross Kip Dennis amepitisha tena katika nafasi Kip Dennis, imeshindikana kwa kichwa bado anaonosha Shadrack Boka, Isaka Rushen, Derek kwenye kontrol ni Kiala Gwamaka, Aziz Ndabwile ajaribu kusogea pembeni kule, Dube kuapirisha mpira katika nafasi mudafiria, haya wa kwanza Pacome Zouzoua kadhibiti mpira, mchezaji nani anaokamata Pinpin Kamara, Spiderman Prince Mpumelelo Dube aliiseti na kuiweka, lakini Mudathir yaya ya, basi hesabu ya zake zikakataa rejeo la shambulizi. Pinpin Kamara akawawa kwanza kunyaka ule, tunasema kanyaka kama nyani, akaanguka chini. Ni shambulio la kujibu baada ya kukoswa na kazi nzuri ambayo imefanywa na mlinda mlango Jiji Diara. Ulianzia kwa golikipa akaugusa vizuri akaiweka kwenye nafasi na akawekewa tena katikati ya walinzi, amekutana na mlinda mlango akataka kumbabua lakini unaweza ukamsifu touch ama setup nzuri. Akataka kumbabua na ameucheza. Jiji Diara, save ya thamani kabisa. Young Africans wanashangilia, lakini Simba wanaweza wakawa na gadhab kama aliyokuwa nayo jurasi si, nyota wa Borusia Dortmund ya Ujerumani na kaptani kaupitisha, Stephen desemukwala off target nje ya lango. Anajilaumu mwenyewe Dese Mukwala, unaijua hiyo, akapiga shuti bila kutazama wapi mpira unaenda, na ukachagua kwenda nje. Jigidiara akiwa shuhuda tu. Simba wanakuja, boka moja. Kati ya kitu ambacho ni kigumu kwa Shadrack boka ni namna ambavyo hawezi kudhibiti asira ya yake mara kadhaa na Simba alipaswa kuvumilia tu. Yeye anaamini kwamba mpira uliguswa na ukatolewa, na Simba alikuwa anataka kumvisha kikoi elimu panzu. Kona ile imeanzwa, Max Sengeli amecheza ndani kule, naucheza kwa kichwa katika nafasi, Dube Prince anaokamata Pinpin Kamara. Jaribio la Prince Dube halikufanikiwa mbele ya Spider wa msimu jana. wa Young Africans wanakuambia, Pacome anastahili reka na nafasi le Shomari Kapombe Kapombe anakataliwa na Jiki Jiara, bado mpira upo mchezoni. Aziz Ndabwile One touch, Abuya na utenga kwa mudafiri Yahya Bass, mudafiri mpira mrefu leka utenga kwa Max Mpia Nzengeli, Max Nzengeli anakataliwa. Ni foul. Jump jump, no position. Ilikuwa ni shambulizi la kujibu. Set up nzuri, Shomari Kapombe akachagua kupiga eneo dogo akiwa ametanua mwili wake ule. Dese Mkwala ameuseti vizuri mpira kwa kichwa, touch nzuri akiwa anaingia Shomari Kapombe. Angeweza kufanya bora kama angepiga pasi kwa eneo la ndani, lakini akatamani kupitisha kati kati ya miguu. Jigi Diara anaonesha thamani ya kuletwa kutoka mbali na shambulizi la kujibu anaenda Shamu Karabue nje ya 18 anafanya madhambi na mwamuzi anawapa faida Young Africans ya kutenga, na inakuwa ni direct free kick nje ya 18 Shamu Karabue yuko chini. Jenshale Ahwa Max Zingeli, Izra Mwenda anapiga na wabatiza mwamuzi anasema hakuna, anyoshwa tena mpira mwingine unakwenda nje, lakini umebatiza jaribio kutoka kwa Ibrahim Hamad, Ibra Baka kwenye kudhibiti aina hii ya mipira ilisetiwa vizuri, lakini mwamuzi alikuwa kwenye maeneo haya. Angalia namna ambavyo Isra ameukosa ule mpira, ukazuiwa na Kip Dennis. Mwamuzi anazimaliza dakika 45 za kipindi cha kwanza za dabi ya Kariakoo, mechi ambayo ya imekuwa yavuta ni kuvute, licha ya yote, na wenyewe wana matumaini makubwa amebeba katika mioyo yao wakiamini pia watafanya vizuri kandanda imeanza. Ni kipindi cha pili cha mchezo angawe, wa ngao ya jamii kutoka uwanja wa Benjamin Mkapa Dar es Salaam, Young Africans dhidi ya Simba. Ni kipindi cha pili cha lala salama, lazima apatikane bingwa katika mchezo huu. Mimi ni Gharib Mzinga, mwenzangu ni James Samuel, sauti ya mamlaka. Anaondoka Shadrack, boka, boka isaka kapitisha pasi ile kwa Pacome ana lisive na kugeuka, anatafuta engo ya mbali far post ile akiwa amekati upinde ule, lakini tip save anaifanya pimpin Spiderman, camera kona kwa upande wa Young Africans na kadi ya njano anaoneshwa awasane kante katika nane mchezoni, Momo Dumbia tani nzuri na akawa anafanya safari ya kuondoka Aya, katika nafasi anajaribu kuingia ndani ya box Maxi anakataliwa. Dada zuzu, usijichekeshe. Yanga hawachekeshi, kanyaga fukia, fukia, anawanyanyua Young Africans. Ukisikia paa akajaribu kuupiga lakini tazama kilichokuwa kinaonekana kwa upande wa Simba walikuwa wanadhani kama ameotea hivi, lakini mtego wa kuotea ulikuwa umezuiliwa na mmoja kati ya walinzi ambaye alimweka salama Maxim. Pia Nzengeli akacheza golikipa yule, anaweka uonekano wake na anatuma salamu kwa wana Jangwani. Seleman Kaniki anashangilia kule upande wa pili, yuko chini Shomari Kapombe wakati huo, kadi ya njano imetolewa mfukoni na anaonyeshwa kama amedai ikakosekana. Balance touching ya Shadrack Isaka Boka, ilikuwa kwenye mpira na sio mguu. Anamwita kadi ya njano anaonyesha Yusuf Kagoma. Tackling from behind. Shomari Kapombe anaenda kumwambia mwamuzi hapana, ilikuwa ni mara ya kwanza, lakini Yusuf Kagoma anaingia kwenye kitabu na kukamilisha idadi ya nyota wanne wa Simba, baada ya kumfanyia madhambi Pacome Zouzoua, akimu wa mchezo huu mpaka sasa, akiwa amebadilisha scoreboard pale juu. Jean-Charles Ahwa Ahwa, Jean-Charles, hizo style ndani ya box Stephen Dese Mukwala. Umiliki kwa Young Africans, anaondosha Israel Patrick, imepitishwa pasile katika njia Dukabuya Abu ya kambitishia Maxime pia Nsengeli amekataliwa. Rushine De Reuck ameanza pasi. Sura siyo roho. Umepokelewa na Celeste Ekwa. Celeste Ekwa anapita. Celeste Ekwa, Celeste. Rushine De Reuck. Huyu sio tapeli. Inaendelea kampeni ya kumtafuta man of the match. Anacheka, yuko hapa. Anafurahi. Yes, pale Dodoma yupo Kilimanjaro, siku ya mtao mungaza, anatoa huduma zote. Kadi njano, tafsiri ya Ahmed arajiga ni kwamba alikuwa anampotezea muda, hakukuwa na tukio lolote ambalo lilimfanya aende chini. Jigi Diara. Goals involvement ni Pacome anaocheza no kwa jigi kichwa ha, amekataa Jigi Diara, kip Denis prospa kwenye dakika chache zilizopita, na Jigi Diara akifanya save, ni hili hapa. Aliluka Eda na akamwin Dickson Job, lakini Jigi Diara alikuwa pale kuondosha mazonge, tip save, mpira unaenda nje. Ni huyu sababu ya tofauti ya Young African na Simba mpaka sasa, Jigi Diara, nyota wa kimataifa, hakika. Hebu tuone, bado dakika ni nyingi. Mechezwa mpira kwa kichwa, Selemani Mwalimu wa kwanza Maema wanapeana mikono wote walikuwepo kwenye fainali za kombe la dunia za klabu kule Marekani. Akaenda akaicheza Selemani mwalimu Neo Maema ndani ya sita, akataka kuzungusha kutafuta engo lakini mpira wa kimo chake ukakataa na kwenda juu, anaweka mikono kichwani. Bill Neo Maema umetengwa pembeni. Shomari Kapombe amemimina crosi, ahuaje shale unasafishwa ukiondoshwa Dumbia kapitisha pasi ile. Celeste Ekwa, hatari sasa, hatari katika lango la Simba. Ekwa Celeste amekataliwa, amechelewa kufanya maamuzi na imeshindikana, wamekataa Simba. Rushen Derek Dumbia hata kupiga hizo style <laughs> lakini hakufanikiwa kupita, oh. Nabi Keita kuonesha kutofurahishwa na kile ambacho kimetokea. Nabi Kamara, yes. Momo Dumbia alimpitisha tobo na mikono yake ilienda mwilini zaidi, shairi alikuwa ni madhambi <laughs> Nabi Keita pa safari, pasi ile ya Shomari Kapombe kwa hesabu nzuri. Jean Chale au alienda hewani akaagana na nyonga na kutengenezea nafasi ya kwenda mbali, lakini Jigi Diara anakunjua mbavu. Kadi ya njano kwa Azizi Yadabwile, moja kati ya viungo ambao wameonekana kuwa wagumu kwenye mchezo, lakini amemfanyia madhambi janshle awa kumdhibiti, kuelekea kwenye mchezo ama mpira ule asiufikie, na tafsiri ya mwamuzi nikawa ni madhambi ambayo ameyafanya. Neo Maema imejazwa ndani, na chezo kwa kichwa, hatari langoni, Kip Denis, hatamti nyingine kutoka kwa Kip Denis Prosper Historia, Gigi. Mwamuzi amezimaliza dakika zote 90. Simba wamepoteza mchezo. Simba wamepoteza ngao ya jamii. Lakini Mohamed Hussein na Young Africans wameshinda taji la ngao ya jamii, Young Africans ma champion mara nyingi zaidi. Lakini ni rangi ya njano na kijani ndio yenye furaha zaidi. Full time Young Africans. Moja Simba sifuri. Young Africans ni machampion wa ngao ya jamii 2025.